katika akaunti yako ya ajira poto. Majina walioitwa ni kama jinsi yanavyoonekana katika video hii. Kuna Chuo Kikuu cha Dodoma UDOM, Chuo Kikuu cha Elimu Dar es Salaam DUSE, Mamlaka ya Utumishi wa Bandari Tanzania TPA, na taasisi zingine mbalimbali mbali. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kuhakikisha jina lako kuangalia jina lako kama lipo, na kwa wewe ambaye umechaguliwa, hongera sana. Kwa wewe ambaye hujachaguliwa, usikate tamaa, hakikisha unaangalia ni wapi ulipokosea na uweze kurekebisha makosa yako pale ambapo ulikosea, pengine ulikosea katika usaili, au pengine barua zako za kuombea kazi hazijakidhi vigezo au umefeli usaili Angalia ni wapi ulipokosea na uweze kuomba tena kwa mara nyingine, nafasi zitakapotangazwa. Sio muda wa kukata tamaa. Na kwa wewe ambaye umechaguliwa, basi ongera sana kwa kuweza kupata nafasi hiyo. Hakikisha unaifanyia kazi nafasi hiyo, fika kwa wakati ulioainishwa katika barua yako ya kupangiwa kituo chako cha kazi. Aa, channel hii ni channel ya FEABOY, inahusiana na ajira update zote kuhusu ajira elimu, pamoja na mbinu mbalimbali za kuweza kutengeneza pesa kupitia simu yako ya mkononi. Kama uja subscribe basi jiunge ili uwe mwanafamilia wa FEABOY, na linki ya kujiunga na grupu letu la WhatsApp lipo katika description ya video hii. Unaweza kujiunga na grupu letu la WhatsApp link nimekuwekea katika description. Na,